Wananchi wa kata ya Vijibweni, wilaya ya Kigamboni, jijini Dar es Salaam, wameeleza malalamiko yao kuhusu ujenzi wa uzio unaodaiwa kuingia katika eneo la barabara, hali inayosababisha adha kwa wakazi na watumiaji wa barabara hiyo. Wakizungumza na waandishi wa habari walipotembelea eneo hilo, wananchi wamesema ujenzi wa uzio huo umeingia kwenye barabara ambayo wamekuwa wakiitumia kwa miaka mingi, hali inayosababisha magari kushindwa kupita na kuongeza usumbufu kwa wakazi wa eneo hilo. Moto ya hapa, kama mnavyoona, huyu mwekezaji alivyotengeneza, amejiangalia yeye, hajiangalia wakazi wa hapa. Manake kwa sisi watumiaji wa hii barabara imekuwa changamoto, manake taka kwa mtu ambaye mwenye gari anashindwa kuingia nyumbani kwake. Vile vile kwa mashimo yale, nusu tunaangalia usalama kwa watoto wetu, manake kwa watoto wetu na familia zetu hayana usalama manake, hichi tunapoenda ni kipindi cha mvua zinanyesha, yakipakishaje mm. ya hapa ya ya pakishaje maji hapa, ni changamoto. Pili, hata tunaipata ni barabarani pale, magari yanajazana barabarani pasipokuwa na parking ile inayoeleweka kuna wakati na, inafika muda mpaka ajali zinatokea kutokana na msongamano msonga wa magari pale barabarani. Mwanzoni kabisa hapa alikuwa anapita lori kubwa tipa la mchanga, alikuwa anapita bila shida yoyote, lakini sasa hivi hata gari ndogo kupita hapa ni changamoto maki barabara imekuwa finyu. Sasa tunachokiomba serikali iangalie hii, maana hii changamoto kabla ya kuja kutokea mazala, basi wapate kuitibu mapema kabla mazala kutokea. Namna alivyonunua eneo na namna anavyojenga anajenga tofauti yani maanake, amejenga mpaka amebana njia kiasi kwamba sasa hivi hata sisi ambao tunakaa hapa tukiwa na gari zetu, utokaji na uingiaji pia umekuwa ni hafifu. Lakini pili, wakati tunapokuwa tunatoka kuingia barabarani pale barabara kubwa, tunakuta yale malori yote yamefunga barabara, kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kitu ambacho tunaiomba serikali nijaribu kuwaangalia wawekezaji ambao wanakuja kujaribu kuitumia barabara kwa mtazamo wa watu wote, lakini wanakuja wananua maeneo lakini wao wanakuwa hawana parking za malori yao. Kwa hiyo malori yao asilimia tisini na tisa yanakuwa bado yanabaki yako barabarani. mm -hmm. Lakini kitu ambacho pia tunajaribu kuwa na wasiwasi ni hususan kwa viongozi wetu wa kiwilaya, hii adha ya malori kupaki barabarani sio kwamba hawaioni, nadhani wanakuwa wanaiona, lakini na, na kuna namna labda wanakuwa wanaongea nao, kikubwa na ndio maana wanakuwa hawachukulii hatua kwa sababu wakati mwingine kuna kuwepo na sababu na fuleni ambazo hazina sababu za msingi kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho tunaiomba serikali ni kwamba hizi barabara wajaribu kuzifungua, hawa wawekezaji wajaribu kulazimishwa kutafuta parking ya malori yao. Katika kujibu malalamiko hayo, mstahiki meya wa manispaa ya Kigamboni Amini Mzuri Sambo amesema serikali ya wilaya imechukua hatua za awali kwa kusisitiza ujenzi huo hadi tathmini ya kitaalamu itakapokamilika. Ni kweli kuna ukuta unajengwa, e, bila kutambua ule ukuta una mahitaji gani. Tumetoa tu maelekezo ya kuzuia ule ujenzi kwanza, ili kujua umuhimu na taratibu zinazostahiki kama zimefuatwa, zime sasa hapa sasa, wataalamu wanaendelea na uchakataji wa taratibu na ripoti za mwenye eneo na ujenzi unaoendelea kama kuna kibali cha halmashauri. Lakini na imani kabisa changamoto hii itatatuliwa na wataalamu wetu ndani ya siku chache zijazo. Tuombe tu na wananchi wote wa Vijibweni na hawa wawekezaji wengi walioko kwenye eneo la Kigamboni. Barabara ya kwenda darajani imekuwa bize sana na malori kukaa barabarani. Tutawaita wawekezaji wote wa eneo lile tuongee nao, tuone namna ya kuondoa huu msongamano wa malori kukaa barabarani. Tutakachokifanya sisi tutatengeneza utaratibu wa kuwaelekeza, kama mtu yuko tayari kupakia, barabara iwe wazi, ije kutoka kwenye eneo lake la paki moja kwa moja, aende aingie yadi, ili apakie mafuta aondoke. Hatutapenda kuona magari yanakaa barabarani na kufanya changamoto za maendeleo mengine yanasimama, uzalishaji. Biashara ziko nyingi sana kwenye barabara hiyo, zinakosa fursa, zinakosa mwonekano, na wananchi kupata shida wakati wa kupita, na huduma zingine zinakuwa za tabu sana. Kuna wakati mpaka wanapaki laini mbili kwenye barabara na kubaki laini moja kama matumizi ya, ya wakazi. Hii tunaiona ni changamoto kubwa, tunahitaji uwekezaji mkubwa zaidi ya huu lakini tuwe na mpango wa kuhakikisha wanaokuja kupakia mizigo waje kwenye utaratibu ambao wamekubaliana na na mtoa mizigo, ili kuondoa kukaa mabarabarani. Lakini pia sisi kama halmashauri, tutaangalia namna ya kutengeneza fursa ya kutengeneza eneo maalum kwa ajili ya kupaki haya malori na kutoa tozo. Hii itakuwa ni chanzo cha mapato kwenye halmashauri yetu. Niseme tu, wananchi wawe watulie. E, manispa yao ipo inachukulia. Changamoto ile ni changamoto ya kufanyiwa haraka na ndani ya muda mfupi, ili jambo litatatuliwa, mwekezaji ataendelea na wananchi watabaki salama, na wawekezaji wengine watapata fursa ndani ya maeneo hayo hayo. Tunaomba sana, sheria inawataka, sheria inawataka wakate vibali kwenye halmashauri yetu ya manispa ya Kigamboni. Nawaomba sana, tuheshimu hili ni taasisi hii ya halmashauri ya Kigamboni ni ya kwao, inawasimamia wao na no kwa manufaa yao. Tuombe sana tuheshimu taratibu zinazotakiwa. Wananchi wa Vijibweni wamesema wana matumaini serikali itachukua hatua stahiki ili kurejesha haki yao ya kutumia barabara kwa usalama na kuzuia madhara inaweza kujitokeza hasa kipindi hiki cha mvua. Wakati huo huo, jitihada zinaendelea kumtafuta mhusika wa ujenzi huo ili kupata ufafanuzi kuhusu malalamiko yaliyotolewa na wananchi huku mamlaka ikisisitiza kuwa hatua stahiki zitachukuliwa baada ya kukamilika kwa tathmini ya kitaalamu. Leila Mary, Daily News Digital.